Hesabu baraka za Bwana katika maombi. Maombi unapoyapeleka kwa Bwana, yapeleke kwa shukurani. Wengi huchanganyikiwa kuona watu wanazo mali nyingi sana

Mojamoja moja, tashanga Mungu alivyo mwema. Ninatamani ubadilishe mtazamo wako katika maombi. Maombi yako yapeleke kwa Bwana kama maombi yaliyojaa shukrani. Wakati unaenda kuomba kwa Bwana, hesabu baraka anazotoa, hata kama upo kwenye huzuni kiasi gani. Jifunze kuzihesabu baraka za Bwana, ziko nyingi. Uhai, afya njema hujalazwa hospitali. Umelazwa ukapona, umeugua ukapona, hizo ni baraka. Jifunze kuzihesabu na badilisha kabisa mtazamo. Badala ya kupeleka maombi ya malalamiko kwa Bwana, peleka maombi ya shukurani. Ni kweli unahitaji fedha, ni kweli unahitaji nyumba nzuri, ni kweli unahitaji gari zuri, lakini nikuambie, hivyo vyote haviwezi kukupa furaha ikiwa hautakuwa mtu wa maombi. Mama EG White anaandika ya kwamba wakati Yesu anaenda kumkomboa mwanadamu, Mungu alimpatia hazina yote mikononi, akamwambia itumie hii kuwashawishi wanangu, lakini waambie furaha ya kweli haipo katika mali hii, furaha ya kweli ipo katika kunipenda mimi. Umesikia habari ya kwamba fedha inafungua milango yote duniani, lakini habari njema ni kwamba maombi yanafungua milango yote ya duniani na ya mbinguni. Ndiyo sababu ninampenda sana Musa katika Biblia, characters wote Musa ni wa kwanza. Ninampenda sana Musa kwa sababu alikubali kuacha yote kwa ajili ya Bwana. Alikuwa ni kamanda wa vita, akasema haina haja. Alikuwa ni, na, na potential ya kuwa kiongozi mkubwa katika nchi ya Misri, tena anaishi ikulu, lakini akasema haina haja ya kushikamana na matatizo ama raha hizi za duniani, nikawaacha ndugu zangu, nikamwacha Kristo na ndio unaona ya kwamba Musa anapata furaha kuzungumza na Mungu uso kwa uso. Hakuna raha kama hiyo, hakuna raha kama uwepo wa Mungu. Watu unawezekana hamnielewi vizuri, lakini ninawahakikishia kwamba ukimuonja Mungu utamuona, hakuna raha kama kuwa katika uwepo wa Mungu. Musa anamuona Mungu kidole chake kikiandika. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 11, Musa anamuona Mungu uso kwa uso, anamuona akiandika. Feeling anayoipata Musa kama ungempatia mali ya duniani angekuambia chukua, niachie mwandishi wa sheria, chukua zote, ni mu niachie mwandishi ambaye ninaona kidole chake, ninamuona uso kwa uso. Ile ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa Musa, na imetupasa hata sisi kujitoa vivyo hivyo kwa ajili ya Bwana. Na ndio unaona heshima Musa anayoipata, wakati anakufa anazikwa na mikono ya muumbaji mwenyewe. Sisi tunazikwa na wachungaji wengine, mnazikwa na mapadiri na watu wengine wengi na wananzengo, lakini Musa anazikwa na Mungu mwenyewe na jeshi la malaika na utukufu wa mbinguni na, na, na, na, na ndiyo sababu natamani kukuambia ya kwamba furaha ya Musa ilikuwa kubwa sana, kwa sababu alijiwekea hazina mbinguni. Kitu pekee ambacho mdhambi amepewa kwa ajili ya kuzungumza na Mungu ni maombi peke yake. Maombi ndiyo yanafungua mlango ili mdhambi akiendee kiti cha rehema kwa ujasiri na hii ninaisema kwa ujasiri mkubwa kabisa, na ninaomba ni, unisikilize vizuri Ta ninaomba uisikilize vizuri kabisa kwa umakini. Kila ombi linalopelekwa kwa Mungu kwa uaminifu, kila ombi ambalo muombaji analiomba kwa uaminifu, jibu lake litatoka. Huenda lisitoke kwa wakati ambao mwombaji anataka, huenda lisitoke katika namna ambayo muombaji anataka, lakini mama Ellen G White anaandika katika kitabu cha Prayer kwamba jibu litakapotoka litakutana na hitaji lako. Hakuna ombi la mtu mwenye dhambi ambalo Bwana hatalisikia. Na habari njema ni hii, kama hukuwahi kufahamu ya kwamba, Mungu hajibu maombi yetu kwa sababu ni marefu. Mungu hajibu maombi yetu kwa sababu tumepangilia maneno. Mungu anajibu maombi yetu kwa sababu yamebebwa ama yamebebwa katika moyo uliojaa unyenyekevu na habari nzuri ni hii. Yesu anaposimama katikati anayachukua maombi yetu, analichukua ombi lako kama ombi lake mwenyewe, analiondolea makunyanzi ya dhambi, analiwasilisha kwa baba yake kana kwamba ni hitaji lake. Mungu anapojibu, Mungu baba anapojibu maombi kwa mdhambi, anajibu kana kwamba anamjibu mwanae Yesu kwa sababu ni ombi lililo changanywa na utakatifu wa Kristo ama lililofunikwa na utakatifu wa Kristo. Kwa hiyo Mungu anajibu maombi kwa sababu ya perfection ya Yesu na sio perfection ya maombi yetu, kwa sababu hata hivyo haujui hata kuomba. Na ndio maana wanafunzi walimwambia Yesu utufundishe kuomba. Ninakumbuka mwezi uliopita, mwezi wa tano huu, ishirini na ishirini na tano. Bibi mmoja alinipigia simu akaniambia, Pasta, ninaishi peke yangu, nina miaka sabini na sita, hali yangu ni mbaya sana, siwezi hata kutoka nje na sina hata mtu wa kunipikia. Simu yangu eh, ninayoitegemea hii hata haina chochote hata kunisaidia kwa hiyo ninaomba uniombee sana ili mungu anipe uponyaji. Nikamwambia bibi, umemtumikia mungu kwa miaka mingi. Na bahati nzuri, bibi yule ni mtoto wa mchungaji yuko Msoma. Nikamwambia umemtumikia Mungu kwa muda mrefu na unatamani kuenda, kuendelea kumtumikia Mungu. Sasa kabla sijaomba, amini ya kwamba Mungu hatajibu ombi kwa sababu nimeomba. Mungu hatajibu kwa sababu ya Pasta Ndegea, hatajibu kwa sababu ya utakatifu wa Yesu. Nikamwambia amini na ukatii, hivyo tulivyoomba. Nikamwambia amini, kesho asubuhi utaenda kwenye mikutano unayokusudia kwenda, na amini kabisa Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Cha ajabu ni hiki asubuhi, na mapema ninakuta miskoru yake, wakati namtafuta ninaona kama ni mtu anakimbia, anacheka, ananiambia Pasta, niko kwenye bustani, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi ya jana. Huyo ndiye Mungu ambaye tukimwomba bila ubinafsi wetu wowote anajibu maombi yetu. Anaweza kuanguka mchungaji, anaweza kuanguka shemasi anaweza kuanguka mzee wa kanisa ama padri ama mtu yeyote mwanadamu unayemtumainia anaweza akaanguka saa yoyote, lakini habari njema ni kwamba mwombaji kamwe haanguki. Na ili umjue Mungu ni mwema, jifunze kupeleka maombi yako huku ukishukuru. Kitabu cha Wakolosai sura ya nne msali wa pili anasema yaombeni maombi yenu kwa kukesha, huku mkitoa shukurani. Omba baraka za Bwana, shukuru kwa lile ambalo umelipokea, afya njema, shukuru kwa ajili ya watoto, shukuru kwa ajili ya ajira, shukuru kwa ajili ya mambo makubwa ambayo Mungu anakutendea na hapo ndipo utaona kumbe utajiri si kitu. Ni wa muhimu kuwa nao, lakini ubebwe, ubebe utajiri uliotokana na imani yako kwa Mungu, uliobebwa na maombi. Utashangaa maisha yako yatakuwa mepesi. Hata wakati mwingine unajaribu mambo fulani hayaendi, hata yasipoenda, alimradi upo katika uwepo wa Mungu. Hakuna ombi la mdhambi ambalo Bwana hatalisikia. Hesabu baraka za Bwana, utashangaa kuona ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Hesabu baraka za Bwana, uzi hesabu moja moja, uzi hesabu moja moja, tashanga Mungu alivyo mwema.